Hapo nimefanya mkutano mmoja tu, lakini hapa Itewe tulifanya mikutano mingapi? Siku mitatu. Nikasema kwa kuwa watu wa masoko nilifanya nao mkutano mmoja, nikirudi tu vile vijiji ambavyo sikupitia lazima niende na wao nikawasikilize. Nimefanya hivyo, nimefika, nimeenda masoko, nimemalizana nao. Niliahidi nikirudi sehemu ya pili ni Itewe na mkutano nitafanyia Idunda, na ndio maana niko mbelenu leo. Jambo moja kubwa niliwaambieni kwamba Mungu akitusaidia na tukapata kibali, kwa sababu sisi binadamu watu tunapanga, naye tekeleza ni Mungu, si ndio? Kama imeandikwa Patali awe mbunge, nataka niwaambie aina mbunge mtakaokuwa naye. Moja ni mkweli na nikasisitiza kweli kweli, kwa wale ambao walikuwepo kwenye mkutano, nikasema hapa linalowezekana tutaambiana macho kwa uso kwamba hili linawezekana, tutalifanya. Lisizowezekana tuambiane kwamba haliwezekani kwa, kwa sababu moja mbili tatu, tulishughulikie kwa namna moja mbili tatu. Na ndiyo maana natambua Itewe hapa kuna changamoto nyingi, lakini bado sina hofu ya kuja kuwasikilizeni ili tukubaliane pamoja namna ya Mkiniuliza leo Patali, kwa nini umekuja Itewe, nitawaambieni jambo moja. Kwanza, kutimiza ahadi yangu, kwamba nikiapa hapa, hapa patakuwa mara papili baada ya masoko. Jambo la pili, nipo mbele yenu kwa ajili ya jambo moja tu, kuja kuwashukuru. Moja kushukuru kwa sababu ya kumchagua mheshimiwa diwani, alimwombea kura na anasema mmemrahisishia mno kazi sababu analo sikio Itewe la kuwasikilizeni na nikamfikishia taarifa, tukakubaliana nini tufanye. Nawashukuruni sana. La pili kuwashukuruni kwa ajili ya kumpa kura nyingi Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Moja ya kata ambayo ilitoa kura nyingi za heshima ni hii, kwa niaba yake nawashukuruni sana.